Tuambie mwenyekiti, leo mmekuwa na shughuli gani kama Ng'anda Amcos? Lakini tuambie pia ni kwa kiasi gani mmefanikiwa kutokana na umoja wenu kukabiliana na changamoto ya masoko ambayo tunaona inawasumbua wakulima wengi wa mikoa ya nyanda za juu kusini. Karibu sana mwenyekiti. Asante kwa jina, naitwa Mendrad Shemu Nziku, lakini ni mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Ng'anda Amcos. Eh, niseme leo hii tupo kwenye mavuno na leo hii tunahitimisha shughuli ya uvunaji kwa msimu huu wa elfu mbili na ishirini na tano kwa wakulima wetu wanachama wa Ng'anda Amcos, na tunavyohitimisha hivi tunahitimisha tukiwa tunavuna kwenye shamba langu kama mwenyekiti, na mimi huwa mara nyingi naweka kuwa niwe wa mwisho ili angalau kupunguza presha wakulima wale wengine wanaotaka wanaohofu kuwa matunda yake asije yakaharibika asije yakabaki kwa napokuwa mimi sijavuna, watu wanapata imani. Kwa maana hiyo, sisi kimsingi swala la soko kwetu sisi sio changamoto, japo huko nyuma kabla hatujajipanga vizuri soko lilikuwa changamoto, lakini sasa hivi kwa namna tulivyojipanga soko la parachichi sio changamoto ila changamoto, changamoto, changamoto iliyopo ni ubora wa matunda, uwingi wa matunda, hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo wakulima wengi wanasema soko la parachichi lina changamoto kwa sababu ubora na idadi ya mzigo walionao sasa, nikichukulia sisi kama chama cha ushirika cha Ng'anda AMCOS kwa mzigo tulionao, tunakimbiliwa na wanunuzi wengi. Kwa hiyo tuna masoko e, kama alivyosema makamu mwenyekiti tuna masoko, soko letu la ndani, lakini tuna soko la nje. Soko la nje tunamuuzia kampuni moja ya Westfalia, lakini kwa sababu miundombinu mbinu ya ufungashaji sisi hapa kama Ng'anda AMCOS bado hatuna tunapeleka Mfindi pale kwa Kibidula anatufungashia, then tunapeleka India kwenye kampuni ya Westfalia, na ni wanunuzi wazuri. Na sisi kimsingi, swala la soko, hata hata makampuni haya haya yanayonunua kwa wengine, wakija Ng'anda AMCOS wananunua bei nzuri, kwa sababu ana uhakika wa kupata mzigo wenye ubora, lakini mzigo mkubwa wa kutosha. Kwa mfano mwaka jana E, mzigo tuliouza kwa makampuni haya ya hapa ndani tuliuza takribani kama tani mia sita lakini mzigo tuliopeleka India kwa kampuni ya Westfalia tulipeleka kama tani mia tatu Kwa kwa idadi hiyo ya mzigo mnunuzi anakuja na kimbia kwa sababu ana uhakika wa kupata mzigo mkubwa kadri anavyohitaji, lakini mwaka huu mzigo tuliouza kwa soko la ndani tumeuza kama tani mia nne hamsini hizo tumeuza kwa makampuni haya wanaokuja kununua hapa hapa, lakini hili kwa soko la India, mpaka leo tunahitimisha, tuna makadirio ya kama tani mia saba ishirini ambazo tunakuwa tumeshapeleka sokoni. Kwa maana hiyo ukijumlisha na ile ya soko la ndani tuna zaidi ya tani elfu moja. Kwa kuwa na tani elfu moja, mnunuzi najua kija kuhitaji tani thelathini, tani hamsini, tani mia ana uhakika wa kupata mzigo kwenye chama chetu cha ushirika cha Ng'anda Amcos. Kwa hiyo hiyo inavutia wanunuzi kuja kufanya biashara na sisi kama Ng'anda Amcos mpaka leo. Uh, mwezi Novemba, nyinyi mlianza msimu wa kuvuna tangu lini? Kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, sisi msimu wa kuvuna tumeanza mwezi wa saba, na huwa tunafuata mwezi wa saba kufuata. Kwanza tunataka tuzingatie kiwango cha ukomavu cha matunda yetu sisi, matunda tunayovuna Ng'anda tunahakikisha dry matter imeanzia 27 mpaka 45. Yaani lengo letu sisi matunda yetu yajulikane sokoni yana ubora kiasi gani, hasa kiwango cha ukomavu. Wakulima wanaweza kweli kuvumilia mpaka mwezi wa saba na ilihali wale wakupitapita madalali na, na wateja wanaanza mwezi wa kwanza? Wanavumilia, wakulima wetu wameshaelewa, mwezi wa pili, wa tatu, wa nne bei huwa zinashuka sana lakini wakulima wetu kwa sababu wameshajua, akikaa kidogo akija kuuza kuanzia mwezi wa saba na kuendelea, anauza bei nzuri. Kwa maana hiyo hawana shida, wakulima wetu wanavumilia. Lakini kama chama kama chama, tuna mbinu mbadala. Kama chama tunaaminiwa na taasisi za fedha. Kwa mkulima ambaye ana matunda yake amelima e, yako vizuri, anategemea subiri bei, akiwa na shida ya uhitaji wa fedha za kujikimu huwa tuna uwezo wa kuomba fedha ta, kwenye taasisi za fedha. Mfano, tuna chama cha ushirika cha Ng'anda SACCOS, tunaomba fedha tunawapa wakulima kwa dhamana ya mazao yao, lakini akishauza mazao basi tunalipa deni na maisha yanaendelea. Pia soko la ndani na soko la nje, hii ina, inaathiri vipi kwenye bei? Mm, soko la nje ni kama tunapeleka wenyewe moja kwa moja nje kwa hiyo ina maslahi kubwa kuliko hili soko la kuuza hapa hapa, lakini sisi kama chama tumejipanga tuendelee kufanya biashara na makampuni haya haya yote. Kampuni yoyote tunafanya nayo biashara ambayo anakuja nanunua hapa na kulipa fedha, lakini kuna wakulima ambao tumejipanga kuwa sisi tunataka tuimarishe soko letu la nje tunashauriana angalau nusu, naweza ukauza nusu ache mzigo, lengo tujitangaze jina la Ng'anda AMCOS nje. Na ndio hicho kitu tumefanikiwa, mpaka Westfalia wametuona, wanachukua mzigo wetu. Tunashukuru na tunatamani makampuni mengi nje watuone lakini wakihitaji mzigo, tunafanya nao mazungumzo, tunawapelekea mzigo. Lakini kufungasha kwetu tutafungashia kupitia kampuni ya Kibidura kwa sababu sisi bado hatujawa na miundombinu lakini huko tunakoenda tunajipanga, hizi daraja la pili hatutamani sana kuwauzia wengine hapa, tunatamani sana kama tunge tuelekee kwenye kuchakata wenyewe. Hayo ndio malengo ya chama. Kwa hiyo matunda yanaenda nje yakiwa na jina la Ng'anda AMCOS, kama nimekuelewa? Au kwa sasa bado mnatumia nembo ya mtu mwingine? Tunatumia nembo ya mtu mwingine kwa sababu sisi bado, yanajulikana ni ya Ng'anda lakini tunatumia nembo ya mtu mwingine kwa sababu sisi hatujakizi vigezo kwa maana ya miundombinu, e, taratibu za serikali hatujakizi, ndio na hmm. kuvumilia mpaka, kwa mfano, mpaka leo shambani mpati changamoto yoyote, masuala ya ulinzi, lakini pia labda wadudu waharibifu, matunda kupungua, hamkutani? Am, na hiyo changamoto, changamoto tunayokutana nayo ni moja tu. Ya wizi. Hiyo ni changamoto kubwa. Kwa sababu hao wanaonunua kupitia madalali. Madalali anaweka kituo pale, hajui matunda amechuma wapi, basi anapokea hiyo tunakupana. Hiyo ni changamoto kubwa. Na hiyo kama tunge, tungejipanga vizuri niseme kwa, kwa serikali sasa. Serikali wana, wana kila sababu ya kuhakikisha wanunuzi hawa wamepewa mikakati ambayo lazima hakikisha amenunua kwa mkulima shambani. Hii ya kuchukua tu kwa madalali. Zao la parachichi limepigwa vita, madalali wasiwepo, lakini ukiangalia asilimia themanini parachichi Njombe zinanunuliwa kupitia madalali. Hiyo ni changamoto kubwa sana, na hao ndio wanaosababisha matunda ya wakulima wengi kuibiwa, lakini hatuna namna, tunakabiliana nayo, tunaweka walinzi si wenyewe, mara nyingine tunalala mashambani, kwa hiyo ni changamoto kubwa. Lakini hatuna namna, changamoto ni fursa kwetu sisi, changamoto huwa tunaiona ni fursa, tutakabiliana nazo. Kwenye mkutano wa hivi karibuni ulijaribu kushare wazo hili la namna kukabiliana na changamoto ya soko uh, wakulima kutoka maeneo mengine wamepokeaje, au Ng'anda AMCOS mnamkakati gani wa kuhakikisha kwamba mnaambukiza eh, hii changamoto ya kukabiliana na soko kwa wakulima wengine? Eh, sisi kwa, kwanza niseme eh, katika mkoa wa Njombe Ng'anda AMCOS ni dira kwenye zao la parachichi, tunashukuru wengi wameanza kuelewa na wengi wanakuja kujifunza. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuhamasisha na tunatamani watu wahamasike, kwanza kujua kalenda, kujua kalenda ya kuuza parachichi. sisi wakulima wa Njombe muda gani tunatakiwa tuuze parachichi, lakini tuuze parachichi kiwa na kiwango gani cha ukomavu? Hilo ni juu ya mkulima. Sasa hivi bahati mbaya tunaongozwa na makampuni ya kununua kumbe tunatakuwa wakulima wenyewe tujitambue tujue hiki kitu nachouza kitaniwakilisha vizuri. Yaani, hicho tukishajitambua wakulima wa Njombe, basi parachichi itatutoa tulipo, itatusogeza mbele. Nina uhakika kama wakulima wa Njombe watakizi vigezo hasa cha ukomavu, parachichi ya Njombe ni bora kuliko parachichi ya maeneo mengine yote. Lakini AMCOS zipo kila maeneo, kuna AMCOS za wakulima, unadhani zinaweza kuiga hii mbinu ya kwenu na wote mkawa na sauti moja? Sisi tunapenda iwe hivyo. Yaani sisi kama chama tunapenda iwe hivyo, na ndio maana tunapokea hata watu wengine wanaotaka kuja kujifunza. Lakini bahati mbaya sasa, mimi niseme wengi wanajifunza, lakini kufaulu kuiga hiki tunachokifanya sisi kuna wengine ni changamoto, hasa mm, baadhi ya wakulima, baadhi ya wakulima hataki kupangiwa. Yaani baadhi ya wakulima ukimwambia acha usiuze, atakwambia mimi nina shida. Sawa, una shida utauza bei ndogo. Utapata hasara. Kumbe ungesikia ukavumilia. Fikiria mwaka huu kuna watu wameuza shilingi elfu moja mia mbili parachichi kilo moja iliyo fresh hiyo. Wameuza elfu moja mia mbili. Leo daraja la pili sisi tunauza elfu moja mia nne. Hmm? Daraja la kwanza? Daraja la kwanza tunauza elfu tatu mia tano. Sasa hebu fikiria hiyo tofauti. Mkulima huyu aliyeuza mapema atatatua changamoto alizonazo, huyu atabaki kuwa na changamoto tu, okay. Lakini huyu ambaye amevumilia amekuja kuuza elfu tatu mia tano atatatua sehemu ya changamoto za maisha yake, na ndio maana wanachama wa Ng'anda AMCOS, e, mifano ipo, watu wameanza kubadilika sasa hivi, utakuta majengo wanabadilisha nyumba zinazojengwa hapa Ng'anda kwa saa hizi na vijiji jirani hata kienda Uhekule, tuna wanachama mpaka Uhekule, nyumba zinazojengwa kutokana na matokeo waliopata kuanzia mwaka juzi na mwaka jana, kwa uvumilivu wa kuuza bei zikiwa zimepanda, wameonyesha mabadiliko na na, kwa sababu nyingi, kwa sababu anapata hela nyingi, kwa maana inakizi changamoto hizi ndogo ndogo, anakuwa na ziada ambayo anafikiria kuimarisha nyumba, wengine usafiri, eh, vitendea kazi, mashamba wanaboresha. Kwa mashamba ya wanachama wa Ng'anda Amcos ukiyapitia huwezi kufananisha na mashamba ya wali, walio nje ya Ng'anda Amcos. Sio, sio wakulima tu ambao wanalalamikia soko, lakini hata serikali tumeona pia ikifanya jitihada mbalimbali za kuweza ku kuwa na soko ambalo linamsaidia mkulima. Pengine serikali unaweza kuishauri nini sasa ili kusudi mkulima aweze kupata faida juu ya kile ambacho anakizalisha? Mm, upande wa serikali, mimi na mambo kama mawili Jambo la kwanza wakae na wakulima wanaoelewa, yaani kwenye sekta ya parachichi mdau namba moja ni mkulima. Mimi niseme mdau namba mbili ni wataalamu ambao ndio serikali. Mdau namba tatu ni hawa wanunuzi. Changamoto iliyopo saa hizi ninayoiona mimi ni kuwa mdau namba moja ni makampuni ya kununua hapo kwa serikali, nashauri waanze kukaa na wakulima kwanza wanaoelewa, tutafika pa mahala pazuri, lakini tukianza kukaa na makampuni, atazungumza kutokana na mahitaji yake yeye. Soko linaita, matunda hayajakomaa, atasema yamekomaa, nahitaji matunda. Soko lina lina, lina, lina, linachukua matunda ya namna hii. Kumbe akikaa na wakulima kama mimi, mimi naelewa soko linataka matunda gani kwa wakati gani, mimi najua kama mkulima kwa maana hiyo na uwezo wa kushauri, lakini wakulima kama mimi wapo wengi. Kuna makampuni yanalima na kusafirisha, wakae nao wale, okay. wale watakuwa kama ni wakulima, lakini sio kampuni imesajiliwa kwa ajili ya kununua tu. Mambo ya shambani hawawezi kushauri vizuri. Ili tufike vizuri, tuhakikishe matunda yanavunwa yakiwa na ukomavu mzuri. Kwa hiyo nyinyi mnawasiliana moja kwa moja na mnunuzi, ndiyo ambaye yuko India, yaani sisi bampano, chupa sa sahibi, mwaja. Kwa mfano, haya tunayochuma sasa hivi tunawasiliana moja kwa moja na Westfalia ambayo yuko India tunawasiliana naye yeah. Eh, lakini hata makampuni haya yanayosema sisi matunda hata akija mnunuza, matunda mnunuza akisema yamekomaa, nataka kuvuna. Sisi tukishajua hayajakomaa hatumpi, na ndio maana hatujauza mwezi wa pili, hatujauza mwezi wa tatu, hatujauza mwezi wa nne, wa tano, tumekuja kuuza mwezi wa saba tulipojiridhisha sisi wenyewe kuwa haya matunda yamekomaa, na mtu akichukua akipeleka sehemu akisema nimetoa Ng'anda yatakubalika kweli matunda hayo yametoa Ng'anda. Kwa hiyo unashauri pia vyama vya wakulima AMCOS vijaribu kuangalia changamoto ya masoko kwenye matunda. Changamoto ya masoko waangalie sana kwenye changamoto ya masoko, lakini kwa nini huwa tunauza matunda alafu kuna kipindi nashuka bei sana? Yani wanatakiwa kujua hapo kishajua jua hilo basi hatuwezi kubabaika soko. Okay. Ndiyo, kwa sababu tunababaika soko sana kwa sababu watu wengi anatoa anategemea toe matunda wakati Mexico wanavuna, Peru wanavuna, Colombia wanavuna, Afrika Kusini wanavuna, Israeli wanavuna, na wewe unataka utoe matunda Tanzania, huwezi kukabiliana na soko ungepata unge, nafasi ya kushauri ni muda gani ni, ni, ni sahihi kuvuna kwa mkoa wa Njombe pengine ungesemaje? Kwa mkoa wa Njombe muda sahihi wa kuvuna matunda anza mwezi wa saba nenda mpaka mwezi wa kwanza. Wapili, watatu, wa nne, watano, wa sita sio mahala sahihi kwa kuuza matunda sisi watu wa Njombe. Sehemu hizo zingine ndio wanavuna na wako jirani na, so, na masoko kwa maana hiyo huwezi kumudu ushindani wa kibiashara kama Peru anavuna e, Mexico anavuna Colombia anavuna mwenzako atasafirisha siku sita amefika sokoni wewe unasafirisha siku ishirini na moja na ishirini na moja hadi ishirini na nane kwa vyovyote vile transporter tu mnatofautiana pa kubwa sana kwa huwezi kumudu ushindani kibiashara tunatakuwa tuvune wakati wale wamemaliza, sisi tuingie sokoni. Sawa na Ng'anda AMCOS, simna mashamba ya pamoja, labda e, kama chama tupo kwenye mkakati wa kutafuta shamba la pamoja ili tuwe na shamba la pamoja, lakini kila mwanachama na shamba lake, lakini huduma tunazohudumia ni kwa umoja, kwa sababu tunanunua pembejeo kwa pamoja, tunagawana, tunapeana kalenda za kupiga madawa tunapeana elimu ya kuweka mbolea. Kwa hiyo ni kila mmoja na shamba lake, lakini huduma zinatolewa kwa pamoja. Shukrani sana.